Atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako, siku zote za biashara yako, siku zote ya kazi yako, siku zote za doa yako, siku zote za watoto wako, siku zote za utajiri wako, hapa atakuwa na yeyote atakayeweza kusimama mbele yako katika jina la Yesu Kristo. Sema kwa jina la Yesu tutashinda. Sema nitashinda Yesu katu. Jambo la pili, kuelewa asili ya historia ya madhabahu sahihi. Kuelewa asili ya historia ya madhabahu ili kuzivunja kwa usahihi. Kidogo nilitoka ni hewani redio. Eti, imetoka hewani, imerudi imegoma, eh, aihusiani ama ni umeme umekatika mtandao eh, eh, ah. Kwa hiyo jambo la pili kuelewa asili ya historia ya madhabahu ili kuzivunja kwa usahihi. Kuelewa, kuelewa historia. Sema kuelewa historia. Sema kuelewa historia. Sema kuelewa historia. Sema kuelewa historia. Sasa mlitoa ile waya imekata rudisha rudisha ile waya aijagojeni mutulie, si tayari hapo acha hiyo tusi, usitumia ya simu, tayari kila kitu hapo eh, tasumo. Hiyo ile nyingine ndio inashidaga, ukitoa unaanza upya tena eh. <laughs> Haleluya. Haleluya. Kuelewa asili ya historia ya madabau ili kuzivunja kwa usahihi. Naeleweka? Kuelewa